Tena bora tumekutana mimi na wewe hapa. Kwa hiyo wewe ukajiona ni mjenje sana kucheza na hisia zangu, si ndio? Mwana hizayo usiyekuwa na haya wewe eh? Shogangu, jishikirie usije kumalizia maneno mabovu mtu unayempenda. Nijishikilia vipi? Wewe naye nijishikilia wakati mzuka ndo kwanza unanipanda. Nataka nitapike maganda mpaka akili mkae sawa. Mbona mbona unaongea mambo mengi nisioyaelewa. Eh? Shida nini? Alafu sikia usinifokee ikiwa sijui kosa langu ni lipi. Acha kujitoa akili. Unakuja ho, ninakupenda, nakupenda. Nakupenda. Kumo na kisichana chako cha hovyo kimekonda na kimkonde kama sindano ya mkono. Eh? Au kwa sababu sikukwambia nakupenda Lungwecha. Ni Lungwecha kwa taarifa, kwa nini nakupenda kutoka moyoni. Tena likukae kichwani. Unanielewa? Kwa We, haya maneno umeambiwa na nani? Haya maneno nimeambiwa na Rehema. Alikuona na icho kichana chako kibovu kibovu mmekubatiana, itakufika majaribu, utakosa pa kushika. <coughs> Abe, wewe bwana, sawa kweli? Nimechelewa, kwa sababu nilipita kwa mjomba. Tulikuwa tuna kikao kidogo cha familia. Sawa mke wangu. Lakini naomba nisamee sana kwa kukimbia. Na kama anga na natuma na kama tatizo akakusanga kuko ino kuko leo, mke wangu Zelina, sasa nitampatia wapi? Eh? Hapana, naomba nisamee Shigela Ulifanya maamuzi sahihi kabisa kuniacha kule kule, ni vema hata uliniacha kule, awezi akanizuru mimi, lakini ungebaki wewe, angeweza kukuzuru na wakati mwingine. Ni vizuri kumkimbia mtu kuliko kusubiri matatizo. Unajua, mimi niliamua kukimbia kabisa, aani nilikuwa na kuwazia sana, maana huyo mzee ni mkorofi sana. Yaani nilikimbia mimi hadi sasa hivi, yani na njaa na tena alia. Haujala? Mm.

Eh, ili umekuja wewe sasa hivi ndo njaa sasa, yanta kung'atang'atu mndumu, yaani tumbo inatememeka tetememeka tu. Basi bwana, ngoja nikuandalie sasa chakula ule ushibe, tumbo lisiendelee kutetemeka tenaan. nipocapocha muselina eh mapanga uaan maalmapanamaemu kuna kaseri na mwibo, ila leo <laughs> mm. Ah, Mama Nyanjige nina bahati sana. Bahati gani? Maana sio kawaida yako wewe kuja hapa, lakini bila shaka utakuwa utakuwa na jambo muhimu eh? Na kweli una bahati niyo ina bahati nale ulimanaki ulinamba hati ya mhayo kuinga kuli mwenyekiti wisa wa kijiji. Mwenyekiti, ana jambo gani leo la kunishirikisha mimi? umeniona wapi? Ni na alikuwa ni nani? Nilikuona nyumbani kwa Ntemi wemkumbatia lemi. <laughs> una kipi cha kujitetea? nidanganya lungwecha, huna cha kujitetea, mshenzi mwanaizaya wewe tena kuanzia leo muda huu, kaa mbali na mimi tena, kaa mbali na mimi na hiyo misamiti yako ya ajabu ajabu. Ukirudia kunifatafata ukathubutu, utamjua tausi wa pili. Nisikilize, nisikilize, nisikilize, nisikilize, naomba unisikilize kabla hujaondoka, kwa kuwa hujui chochote, huna unachokijua ila umeamini kwa kusikiliza maneno ya kuambiwa. Sina msaada na wewe na ukiondoa miguu yako hapa, usigeuke nyuma. Unataka kujitetea? hi ni nikuelewe au una maana gani? Kwanza kuzungumza kwamba eti nikiondoka nisigeuke nyuma, wewe umekuwa mganga kwamba unanipa mashati nikiondoka ndoka nisigeuke nyuma? Tausi, sijitetei. Yule binti ni mgonjwa na nilikuwa nampatia dawa. Alafu huwa sina tendency ya kujitetea kama sijakosea. Pia anamaanisha ukitoa miguu yako hapa usinijue tena. Ulima nuntemi aliha kututawala sana niyo niyokotutujai sasa umwenyekiti alihaya giki tubize hamo gete wisabana kijiji tubize, yani tuungane kumaswala pya gose ili apejiwe tena. Hilo ni jambo la msingi sana, nitaungana nawe kwa asilimia 99.9 ili tutufanikishe kumtoa hapa kijijini. Ntemi hapa kijijini ehe, hebu nipe mipango yako sasa. Umekuja na mpango gani? ili swali no. itona iti iswali tale tulitakirwa kuja wangubizi, kwanza tulitakirwa tubize hamo nakujuka kuvejamhayo kwapamoja, wabonaka ili Untemi apejiwe ketaha nolw atulisumle Asante Mungu, sasa hii ni njia ya ushindi kwangu mimi. Manyanjiki kesho Ntemi kwao mapema tu, na tutafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Sikio la kufa haisikii dawa. unachokipanda Yo, utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh, o baba we, hey, hey, hey. Mwanamke si ndio haka hapa, jamani, haki ya Mungu. Sasa leo mimi najikaza haki ya Mungu, niongee nako. Na wewe mdomo wangu jikaze leo, ongee nako. Basi mimi si leo nitakambiaje yani? Ni leo na mwambia kabisa. Nika leo karungu changu, nika angu Ntemi. Kutana, abamani, ni, jamani jamani, haki ya Mungu yani, hivyo yani, <laughs> yani, hi, jamani haki ya Mungu leo, na mimi nataka haki yangu nulu hama nakushindikira ukulwinzi na nakakuile ishita yane hapana, mi nenda kisimani nda kufatia maji ya kuoga hapa, ulini chiria nini? Sawa, sasa nakusubiria tu hapa hapa, yaani sisokesia hata nanina lukukuru natekerakako. Sawa, sasa <laughs>

Dawa unajua nimetoa mbali sana, lakini pia mtu akifa, huwa navisisha mikoba watu wengine. Inawezekana kweli huyo unayemsema wewe ndo aliye mlisisha huyo, alienipatia hii dawa. lakini lulukutimantugu utasangije munti kumoduhu umwenemu ulina nti kwa kukonja ng'ombe duhu

Yaani hilo ndo la msingi kuliko vitu vyote. Halafu nanijua hayo ah, mengine achana nayo, tutafanya kazi siku nyingine tulitakirwa tukuvejumayiukumapema mito kufa kushire hoyo Ntemi, samahani kuchelesha, kwa kuchelesha Hamna shida tu, yaani hata kama ungekaa masiku mawili, yaani mimi nilikuwa nakusubiria tu hapa hapa. Wewe niambie tu una shida gani? Yaani mimi ndio mwanaume wa kukusaidia mashida yako hapa. Ni kweli, maana wewe ndio mwanaume wa wanaume hapa kijijini. Mimi nilikuwa na shida nisaidie shilingi elfu kumi. Kasi jamani, kwa kumbe ulikuwa na kashida tu na tu hela tudogo tudogo utweti. Mhm. <tuhi> mii nitakupa tu mi, sindio mwenyewe sasa. Sasaafu mimi ndio naweza kukupa kila kitu, hata isi. Ndio sawa sasa, nashita nasonaka elfu kumi eti, au nataka zingine nyingi eti? Hapana, elfu kumi tu.

Sindio? Twende sasa. Ah, tocani, twende tu. Wewe twende sasa, sindio? Nakufuata uh, nani. <laughs> Twende um, tu. Hamna, twende sasa. Aya uh, sasa twende wiwendea kipenzi. Tausi, mpenzi, vipi? Mbona sikuelewi, umejinamia tu mawazo kama yote. Au unampenda tayari? Ushaanza kumpenda eh? Si ulisema umpende. Wewe muda wote nimefika hapa umejiinamia tu, hata uniangalie usoni Rehema. Ni kweli mwanzoni sikumpenda, lakini kwa sasa maneno yake yamenigusa sana yalivyo, ukizingatia mimi sijamkosea chochote lumwecha yaani siwezi kukubali kumwacha hivi hivi, ni lazima nichunguze vo <laughs> nataka kufa mapema eh, yaani ukakaa kumwaza mtu kama yule ufe na pressure. Hivi kwani mi nilichokwambia, nilidanganya? Mi sikuongopa kabisa, nilithibitisha na nikathibitisha mbele yake na hakusema chochote, kwani alikataa? kwa sababu nilikuwa nasema kweli. Sasa we unakaa kujiumiza kichwa kwa ajili ya mtu kama huyu. Kama endelea kumwaza shauri yako. Koma shoga yangu, lakini wewe ndio ulikuwa kutwa kucha kunishauri shauri Tausi, mkubali mkaka wa watu unamtesa, mpende eh. Tena wewe ndio kwanza ulikuwa mshenga wangu kunishauri sasa hivi imekuwaje, au unamtaka shoga yangu? Tuambizane mimi na yeye, tusitaki kugombana kwa sababu ya mwanaume aku. Mimi na yule bwana wapi na wapi? Hmm. niso saizi yangu huyo saizi yako, kwa maanaye tu hmm. Hata sijui nimwamini nani kati yenu, lakini yeye amedai kwamba yule binti ni mgonjwa, lakini yeye amesema kwamba yule binti anaumwa. Ninaenda kwa Ntemi nikamwonera binti yaani, moyo wangu hapo unanidunda sana. ito liakocha licigwagavogota esholehambale eshokwembula ule jali mitugo kuliko mwana wako baba. Oh,

mwana mwana, mwana, baba elimu bule. Unapoteza mwana kisa mifugo. Watoto waende shule. Unapoteza mwana kisa